Lakini katika huu mnada wa leo ambao ni wa nne kama mlivyoona, tuko na tani elfu arobaini na katika tani elfu arobaini tani zaidi ya elfu thelathini na tano zimeuzwa, tumebakisha tani elfu tano ambao ukiangalia kiasilimia ni kama asilimia themanini na nane ya mzigo wote umeuzwa. Sasa mwaka huu kidogo umekuwa mzigo uliokuja mnadani kwa mara moja ni mkubwa sana, lakini pia imeonyesha kwamba uwezo wa soko kuweza kuhimili mzigo mkubwa, kwa sababu kihistoria haijawahi kuuzwa tani elfu arobaini katika minada yote ile, hata huko tulipotoka katika vyama vingine, hata TANECU hawajawahi kuuzwa tani elfu ishirini na sita wala watu wa RUNALI hawajauzwa tani elfu ishirini, lakini tunashukuru Mungu mizigo inaenda sokoni, kwa sehemu kubwa imenunuliwa, na tunaona baada ya hiyo wiki ya kwanza ambayo mzigo ulikuwa mkubwa sana ambao kwa sehemu kubwa umetoka, tunategemea hali kuwa nzuri minada inayofuatia, kwa maana tutakuwa ule mzigo wa wastani ambao tunahakika kwamba wanunuzi watatoa bei nzuri. Lakini pia tunaelewa kwamba wanunuzi wengi walikuwa wanajivutavuta kuja, lakini sasa hivi tunategemea wataanza kuwasili baada hali kutengamaa na kuweza kushiriki minada kwao. Sisi kwa upande wetu, tuna matumaini makubwa sana kwamba hali itakuwa nzuri na wakulima wataweza kupata zile bei zenye ushindani ili waweze kupata mapato kulingana na jasho lao. ni wa ni, ni warai wakulima kuendelea kukusanya korosho zenye ubora ili tuzidi, uh, kuuza korosho zetu kwenye minada inayofuata. Lakini uh, jambo jingine ambalo nataka niwaambie watu wa ushirika sasa, kwa maana makatibu, tayari kuna korosho zimeuzwa tani elfu thelathini na tano. Imani yangu sasa mtaenda kuchakata malipo kwa wakati wakati huu uh, tunasubiri wanunuzi uh, kulipa fedha, na rai yangu kwa chama kikuu pia niakikece leo, hakuna kulala, invoice litoke leo leo na mimi kesho asubuhi nitafuatilia kuhakikisha kwamba invoice zote zinaenda kwa wanunuzi, ili kesho waanze kuingiza fedha, kesho kutwa basi uh, wakulima waweze, wale ambao tayari itakuwa wameshapeleka wamepeleka miamala malipo, waanze kulipwa na hii mpaka kufikia Ijumaa sitaki kuona AMCOS sijapeleka michanganio ya, ya, ya malipo kwenye vituo vyetu vya malipo. Bei nimeziona nimezipokea katika hali ya furaha, kwa sababu ndo soko linaanza. Kwa hiyo soko linavyoanza linaweza kuanza kwa namna yoyote ile, then linaweza likaisha vizuri au likaisha vibaya, ila tunashukuru kwa sababu korosho tulizozikusanya tumeuza karibu asilimia tisini na tano. Hiyo ni mwanzo mwema kwetu. Bei za korosho ni mzuri kwa vile zimeuzwa, ila sasa tunaomba kwa serikali watuongeze bei ifike angalau shilingi elfu tatu kilo, watuongezee bei walao kidogo tufikie kwenye malengo, maana tunategemea pesa hii ya korosho ituendeshe katika mambo mengi sana, wengine tunasomesha kwa hiyo hii hela ya korosho tunayotegemea ili watoto waweze kwenda shule na mambo mengine ya kuratibu maisha tunategemea pesa hiyo. Kwa hiyo tunaomba.